Rwanda kuruhusu SAMIDRC kutumia ardhi yake kuingia Tanzania. Duru za kidiplomasia zimesema Rwanda imekubali kuruhusu wanajeshi waliotumwa na muungano wa kusini mwa Afrika kupambana na waasi mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ili kutoka mji unaoshikiliwa na waasi wa Goma kupitia ardhi yake hadi Tanzania, duru tatu za kidiplomasia zimesema siku ya Ijumaa, Aprili kumi na nane. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika, SADC yenye wanachama kumi na sita ilisema katikati ya mwezi Machi imesitisha mamlaka hiyo na itaanza kuondoa kikosi chake kinachojulikana kama Sami DRC kutoka Congo hata kwa hatua kwa hatua wanadiplomasia hao watatu wakiwa na ufahamu wa mazungumzo yanayoendelea kati ya Rwanda na si... SADC wamebainisha sab... wame kwamba Rwanda imekubali ombi la askari wa kikosi hicho kupita nchini humo kwa ajili kwa njia ya ardhini. Wawili kati ya wanadiplomasia hao wameongeza kuwa wamefahamishwa kuwa silaha za kijeshi la kikanda zitafungwa kwa sababu za kiusalama, lakini zitaondoka kupitia ardhi ya Rwanda na wanajeshi hao. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa SADC wala kutoka kwa wasemaji wa serikali ya Kongo na Rwanda walipoulizwa kutoa maoni yao. Generali Rudzani Rudzani Mafana, mkuu wa jeshi la ulinzi la Afrika Kusini, amesema kwenye televisheni ya shirika la utangazaji la Afrika Kusini siku ya Alhamisi kwamba timu ya kiufundi ilikuwa nchini Tanzania ikifanya kazi kwa undani zaidi kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wao. SAMIDRC ilitumwa kusaidia Kinshasa kupambana dhidi ya makundi ya waasi katika maeneo ya mpakani ya mashariki ya Kongo yaliyoharibiwa na vita mnamo Desemba 2023. M23 wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari katika kuongezeka kwa mzozo wa muda mrefu uliokita mizizi baada ya mauaji ya kimbari ya Kongo ya Rwanda ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne na mapambano ya kudhibiti rasilimali kubwa ya madini ya Kongo. Hii ni taarifa ambayo inasema Rwanda kuruhusu SAMIDRC kutumia ardhi yake kuingia Tanzania, duru za kidiplomasia zimesema, ikiarifiwa na RFI.